Mimi sio kikatuni chako kibwana e, sio katuni. Sasa kwa kuwa umecheza na hisia zangu, sina budi kukwambia buriani. Ah, wewe <laughs> hii ardhi sio salama kwako kibwana wangu, maana italoa damu yako ah. We, yaani kukugusa kidogo tu unashtuka kama unachinjwa. Una nini? Hamna kitu. Mbona sasa unapanga? Naenda kutafuta miche ya maua. Nipeleke basi. Nikupeleke, kupeleke kilinge, kipo kule, naenda nkakuague Mungu wangu iniuguva mpaka nimesahau. maana ndoto hii ndoto, akitaka kuniua nikosea nini nini? kama ataka kuning'ata nitamwanza mimi, acha nikaangalia hii ndoto mchana. Ah, amka bwana, mtoto wa kiume, mambo si ndo haya, unanipeleka sindio? Hey. Alafu nataka unadisi hadithi nzuri za wapenda. Ah, nao

Hebu ngoja kwanza, na ngoja hivi, mimi unanipenda au unajipendekeza wewe? Unasema nini? Nakupenda. Swali lingine, tunakwenda kuvuna miche ya maua ama tunaenda msibani? Tunaenda kuchuma miche ya maua. Sasa tumetoka kwako mpaka tunafika hapa, huna neno lolote uliloongea Yaani mimi hapa nataka kuongea tu nao, ukaongea. Hapa leo tunavunja mzizi wa fitna, lakini sio kwa panga. Unanipenda au haunipendi? Nakupenda. mm-hmm. Utanioa ama unanichezea? Hata kukugusa sijawahi. Jibu swali. Nitakuoa vizuri. Wewe nani? Aha, mi nani? si ndiyo? iangalie hii sura vizuri, nafikiri unaikumbuka kaka. Lakini muda ibada, kwa nini siacotu niende nikafanya ibada? Huu ni msikiti au ni kanisa? gengeni gengeni, eh? Sasa nisikize kwa makini, ulichoniibia ndio mahali yako, na nimeshakupa utafanya vile ninavyotaka mimi. We kanisamee lakini ongoza tuondoke. Simtanie, niko na mwanangu Boka. Hatujachoka eh, tunapambana. ipo siku tutatoka. ile dawa ingefanya kazi kama nisingemwibia mganga. Unamwongelea mganga si ndio? Nimesema njiwa manga, njiwa manga. We unaibia mpaka njiwa manga, unajeba yake we bujo? eh. Oya, nani huyo? Ameshakula mahali ni thamani na watu wawili, twenzetu tukamuoe. Hiyo sio poa, we bwletea matatizo huyu. Ndio yule kwenye maswala yetu yale kwa mganga, ndio huyu huyu. Kaka mungu wangu, nimekamata dabo dabo. Sibi tena mganga. Lini? mm -hmm, naeta posa kwetu. Nipe muda kidogo nijipange. Ujipange? mwanam mwenye hata kuongea hujui, ujipange hiyo? kwio jibu swali langu uzangu na mjomiokoe, nakufa peke yangu. Unasema nitaleta posa wiki ijayo? vizuri Pende. Ndo naenda kufa, silete matatizo bwana, muondoe. Staki mimi ni matatizo, mlete hapa.

Hey, mkaja wa bibi na babu. Haa! Kaiba tena bwana. Nashindwa kuelewa pamoja yule mwanamke kaburi. Ah, yani kibwana, usiseme hivyo bwana, mimi nitalia kwa sababu wewe mwenzetu ni kama ngamia, ukisikia bismillah tu unalala chini, elekea kibla na subiri mchinjaji. Kashakufa unajua bado bwana. Emtu, tafuteni namna ya kufanya, mipango tupangieni, mpango mzuri wa kuoa mmoja baada ya mwingine ili malengo yao yasitimie. Hiyo mimi naunga mkono. Sasa tutatumia silaha gani kuwamaliza? Si ndio tunapanga hapa, tupangeni na kukubaliana, kisha kazi ianze. Silaha sio ishu na nyie, hata jiwe kubwa unabeba, unamkamata, unamponda nalo kichwani. Shughuli imeisha, unamfuata mwingine hivyo hivyo mpaka wanaisha. Hilo limepita au? Kibwana wanacho cha kuongezea? Mimi sina hapa, ni vitendo tu, kwa sababu mimi najishangaa, yaani najizuia nisiende kwa ule mwanamke, lakini akija akiniambia twende, naenda. Sijua ana smaku yule. Aha, nishajua yule anelijya Simba. Nae tena ulivyoviba vimeisha, sasa unakuja kuiba tena, hapana eh. Dada Nazira, we sina ndugu mwizi mimi, niko peke yangu, mji huu sina ndugu yoyote zaidi yako, na cha ajabu mpaka wewe nakuibia. Kwa hiyo umekuja kujisifu sasa kwa wizi wako eh? Naanzaje kujisifu sasa wakati mimi wa hmm, ni mtu wa kujilaumu usiku na mchana, wa kujilaumu wewe mdudu wewe? Nimekuja kwa magoti ili niombe msamaha. Kwa nini mtu akifanya makosa hapaswi kusamehewa? Kia we kinguchilo, kwanza rudisha pesa zangu zote ulizoziiba, hapo ndo tuende sawa. Hivi kwa mfano mtu akifanya dhambi kwa Mungu alafu akaomba msamaha ataulisha zile dhambi alizozifanya ndo asamewe? <gibu> Sasa nataka ni kuoneshe tofauti kati ya huyo Mungu na sisi viumbe wake. Ndiyo unaenda kuleta utofauti, unaenda kukata maua.